Asifiwe mtu wa Mungu, ni kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni mimi ndugu yako Adam Komba. Ndugu, ningependa nishe na wewe neno hili la Mungu, au ningependa tujiulize kwa nini unafanya dhambi au wanadamu wanafanya dhambi na ni ngumu sana kuacha hizo dhambi ambazo ya wanazifanya? Yaani, unaweza kukuta mtu ni mzinzi, lakini ukimshauri na ukimpa maneno yote ya kumtia hamasa atoke kwenye uzinzi anakataa. Mtu ni mlevi, ukimjaibu kumpa counsel na kum, na kumkanya atoke kwenye ulevi anakataa. Yaani inakuwa ngumu mtu kutoka kwenye dhambi. Sababu ni nini? Sababu ziko kama tatu, nataka nishena wewe siku hii ya leo. Sababu ya kwanza ya kibiblia inatoka kwenye Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 34. Yesu akajibu, amini amini, nawaambia kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. So sababu ya kwanza mtu anashindwa kutoka kwenye kifungo fulani cha dhambi kwa sababu tayari ameshakuwa mtumwa wa hiyo dhambi, ameshakuwa anatumikishwa kwenye hiyo dhambi. Na kwa msingi huo tunajua sifa ya mtumwa, mtumwa atendi mambo anayotaka yeye, mtumwa anatenda mambo anayotaka bwana wake. Na kwa hiyo mtu yeyote anayeitumikia dhambi, manake anatumiwa na shetani, na kama anatumiwa na shetani, sio kwamba yeye anakuwa ataki kutoka kwenye iko kifungo cha dhambi, bali shetani anakuwa anamtumikisha, anamlazimisha, anamshurutisha aendelee kufanya kila anachokifanya na kwa, kwa kumshurutisha huko na kumtumikisha huko, atainua kila namna ya sababu na kila namna ya fikra na akili kwenye, a, kwenye nafsi ya huyo mtu, huyo mtu ajionekana kwamba hiki kitu nachokifanya mbona, lakini akina shida, mbona akina madhara, mbona, mbona ni sawa tu, mbona hata wengine wanafanya. Yani, zitainuka kila namna zitakaza kufanya wewe uendelee kuwa mtumwa wa hiyo dhambi. Kwa hiyo Yesu anasema sababu ya kwanza mtu atendaye dhambi huwa ni mtumwa wa dhambi kwa hiyo mtu anayetumikishwa ni ngumu sana kutoka kwenye utumwa kutoka kwenye utumwa kunahitaji neema ya Mungu sababu ya pili sababu ya pili inatoka kwenye kitabu cha Methali sura ya kumi mstari wa ishirini na tatu neno la Mungu linasema hivi kwa mpumbavu kutenda maovu ni kama mchezo Mtu yeyote mpumbavu, kutenda maovu, kutenda dhambi kwake yeye na kuwa ni mchezo. Kwa hiyo, hapo kuna sababu pia mbili unaweza ukazipata. Anasema kwamba sababu ya kwanza ni kwa sababu ya upumbavu. Mtu mpumbavu ni lazima awe anatenda dhambi. Kwa sababu ya kwanza, mtu anatenda dhambi na hataki kutoka kwenye dhambi, ni kwa sababu ya upumbavu. Dhambi inatengeneza namna ya kumwaminisha, iko kitu ni kizuri, iko kitu hakina shida, iko kitu ndio furaha. Kwa sababu ya nini? Ya upumbavu. Lakini anasema kitu kingine kwa mpumbavu kutenda dhambi ni kama mchezo. Mchezo ni kitu kinacholeta raha, mchezo ni kitu ambacho kinaleta furaha. Kwa hiyo dhambi kwa mpumbavu inampa furaha na hataki kuipoteza ile furaha, mwisho wa siku anakuwa mgumu kutoka kwenye iko kifungo cha dhambi. Na sababu ya tatu inatoka kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kumi na moja mstari ule wa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 ni kwamba Musa alipokuwa mtu mzima aliona ni afadhali apate mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitango. Kwanza hapa tunapata kujua kwamba dhambi inafurahisha, dhambi inafurahisha. Mtu yeyote anayefanya dhambi anapata raha hiyo dhambi la kwa inampa la, lakini hiyo la anayeipata ni kwa kitambo tu, yaani ni la ya muda mfupi tu. Lakini tunapata kujua kwamba kumbe mtu mpaka aweze kushinda dhambi anahitaji awe amemachua. Maandiko yanasema Musa, alipokuwa mtu mzima, ndipo aliona ni afadhali kupata mateso kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Maana alipokuwa mtoto, yamkini, na yeye alikuwa anajifurahisha kwenye dhambi, lakini akili yake ilivyokuwa, alivyopevuka kiroho, akaona ni afadhali apate mateso kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Kwa hiyo shida au kitu kingine kinachomfanya mtu ashindwe kutoka kwenye dhambi ni kwa sababu inakuwa inamfurahisha, lakini furaha yake ni ya kitambo, na Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Maanake hata kama utafurahia kwa kitambo, tegemea tu utapata mshahara wa kudumu ambao unaitwa mauti. Kwa msingi huu, kimbia dhambi, kataa dhambi, tenda mema. Omba Mungu akupe roho mtakatifu, akufundishe kutenda matendo mema, uwe mtu mwema. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Adamu, Adamu Komba, ndugu yako kutoka kwa Bishop Asenga. Amen.